Habari za muda huu ndugu mtazamaji, karibu kwenye kipindi safi kabisa. Kwa majina kwa majina itwa Julius. Uh, kumekuwa na shida kubwa sana kwa watumiaji wa smartphone haswa swali ambao wamenunua simu mpya au wamebadilisha line, wakiwa wamewasha data. Umeona mfano hapo juu, simu moja na simu mbili, nimewasha data kama unavyoona hapa simuani data iponi, lakini minara yote inasoma, lakini hamna zile H+, yaani kuonyesha kwamba mobile data inasoma. Hata nikijaribu kuingia hapa kwenye social media yoyote, haitaweza kukubali kwa sababu mbona, no internet connection kwa cha kufanya ili kuweza kuondoa ili suru, ili tatizo unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye setting. Ukishafika kwenye setting, unaenda kwenye network and internet. Baada ya hapo, unaenda kwenye mobile network. Unachagua sasa hiyo line ambayo umeweka bando lakini bado minala hapo juu ya h plus nini sijya isomi wafailainanamba moja yes, nabonyeza hapo kwenye yes. Bado yapo una scroll mpaka sehemu iliyoandikwa access point names, unashuka chini, unaibonyeza hiyo sehemu. Umeona, Anakuambia access point name setting are not available for this user. Kwa yaani hii line yako aina APN unatakiwa uadi. Kwa ona bwana, una kujumlisha hapa shwa uh, kwa shortcut, unatakiwa ujaze hizi sehemu mbili kwenye name na APN. Tunaanza kwenye name hapa, kwenye name hapa tumia tu na nili jina la line yako, kwa mfano natumia Yas, naweza kaandika mix mix by Yas. Baada hapo okay, nashuka kwenye APN hapa, nitaandika internet. Baada hapo nabonyeza okay, then uko chini utaachana na hapo, maki hapo pa window, hapo ni muhimu sana hapo, utabonyeza hizi dot tatu uta save baada ya kusave unaona yenyewe tu imejiclick, afu angalia kuna minaa juu huko, hiyo imekuja tayari. Kwa hapo inakuwa tayari, upo online, unaweza kuingia sehemu yote ya social media ambayo unaitaka. Hivyo kuanzia leo usipate tabu ya kusumbuka, endelea kufuatilia chaneli yangu na kusubscribe, ili uweze kupata chaneli nyingi zaidi kuhusiana na teknolojia aswaswa za simu